Tumekuwa na utaratibu, mashindano ya kimataifa Mheshimiwa Rais anatoa zawadi. Timu zetu zilishinda ugenini, leo Yanga wamerudi nyumbani, wameendeleza ushindi. Kwa hivyo katika hatua hii kama ilivyo kawaida, goli moja shilingi milioni tano, na leo wamepata magoli mawili, itakuwa shilingi milioni kumi. Mheshimiwa Rais wa Yanga, Mheshimiwa Rais wa TFF, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais wa TFF na Mheshimiwa Rais wa Yanga. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kasema wembe wake unaendelea pale pale. Alitoa zawadi ya goli la mama kwenye mashindano yaliyopita ya, ya klabu bingwa barani Afrika na kombe la shirikisho na safari hii anaendelea. Tayari ameshatoa shilingi milioni 35 kwa timu zetu nne. Na leo hii anaendelea kutoa shilingi milioni kumi kwa timu ya Yanga. Mheshimiwa Rais anataka Yanga mshinde mechi zote. Leo mmeshinda, mkashinde zinazofuata, anataka Yanga icheze fainali. Hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na maelekezo ya Mheshimiwa Rais hayajadiliwi. Kwa hiyo anataka msonge mbele. Sasa bila kupoteza maneno, naomba nifanye kazi ya kukabidhi fedha za goli la mama lakini kabla ya hapo labda kwanza, leo tunaye rais wa TFF yuko hapa, ndugu yetu Karia, rais mwenye mafanikio kuliko marais wote katika FA yetu. Karibu sana Mheshimiwa Rais, utoe salamu kidogo kabla hatujakabidhi fedha. Wananchi, wananchi, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa ahadi aliyotoa. Lakini pia chukua nafasi hii kuwapongeza Yanga kwa kuweza kuhitimisha raundi ya kwanza kwa ushindi wa jumla ya magoli matano kwa bila. Hii tunaendeleza suala ambalo mama ameahidi na mimi uhakika wangu na imani kubwa kwamba raundi hii timu zote nne zitakwenda kwenye raundi ya pili. Tumeanza hapa, tunaondoka muda si mrefu na katibu mkuu tunaenda Chamazi pia, na najua pia tunakwenda kulinda na tunalindwa, askari wanatulinda ili sio tukaizamiwa na majambazi. Kwa hiyo ni ubavu wa wachezaji tu, wakifunga tano sita mzigo huko pale pale. Kwa hapa anasema hajachacha bado. Asante sana, nakushukuru sana basi. Tumsikiliza na Mheshimiwa Rais wa Yanga hapa hapa, tukitoa tunamaliza, tunaondoka. Yanga Yanga oye, Yanga oye! Mheshimiwa katibu mkuu wa wizara yetu, Mheshimiwa Rais wa Federation, kwa niaba ya Young Africans, kwa niaba ya Young Africans tunatoa shukurani za dhati kwa Mheshimiwa Raisi kwa zawadi hii, na sisi kama alivyokuwa na Bambamba, sisi tukizipokea moja kwa moja zinaenda kwa wachezaji. Kwa hiyo hii ni motivation kwa ajili ya timu yetu, na tunashukuru, tunaahidi tutakwenda mbali zaidi. Asante sana. Haya, asante sasa Chukueni microphone tufanye kazi. Ndugu zangu wananchi, mmeziona hizi, mmeziona tano tano kumi. Naomba sasa ni mkabidhi rais wa Yanga na wachezaji wa timu ya Yanga. Asanteni sana wananchi. Haya, tumsikilize sasa captain Wananchi, kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi kama wachezaji, kikubwa tunamshukuru mama kwa sapoti kubwa ambayo huwa anatuonyesha na sisi kama vijana wake, hatuna mengi ya kumwambia zaidi ya kumwahidi ubingwa katika msimu huu. Asante sana.